Sasa wewe binafsi no. Unaenda VETA au utakuwa unasubiri kile kile ambacho ulikisomea uweze ku, kuajiliwa nacho? Why not? Why not? Kama kuna positive impact lazima nitaenda VETA. Ni mtazamaji wa Kagezi TV, mimi naitwa MC Kagezi, niko hapa na wadau mbalimbali, tujaribu ku, kujadili juu ya ile kauli au agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amewataka vijana wanapohitimu masomo yao ya chuo kikuu kuweza kujiunga na mafunzo ya ufundi zaidi ili kuweza kupata ajira au kuwawezesha wenyewe kuweza kujiajiri katika mtaa, yeah. Je, ni yapi mapokezi ya wanachuo kikuu? Nipo hapa na baadhi ya vijana wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Wenyewe wana mawazo gani? Habari gani, ndugu yangu, unaitwa nani? Uh, salama. Kwa majina ninaitwa Rafael Kinanga. Ndio, Kinanga Rafael ni mm, ni mawazo gani au ni mchango gani wewe au wewe unaona nini aa, juu ya ile kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba vijana mnapomaliza kidato no, mnapomaliza chuo kikuu muweze kujiunga na VETA. Je, wewe mapokezi yako yamekuwa ni, ni, yako kwa namna gani? na kwanza ni nianze kidogo ku, ku, ku, kutoa ufafanuzi kidogo kwa jinsi ya kutokana na mimi jinsi nilivyoripokea lile, baada ya kusikia kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwanza hakusema kwamba baada ya vijana kumaliza chuo kikuu ila alisema hata kama wapo ambao wamekwisha kumaliza, wanawiwa kujiunga na VETA, wanaweza wanaruhusiwa. Sio kwamba ni amri ambayo imetoka, hapana, ila yalikuwa tu ni, ni mchango wa mawazo wa mheshimiwa waziri mkuu. Na kwa upande wangu mimi hilo neno nalichukulia uh, kwa mtazamo chanya kabisa uh, kwa sababu gani nasema hivyo? Siku zote unasema kwamba mkubwa akosei, si ndivyo? Hii kauli ukitafakari kwa kwa namna hasi inaweza ikakupoteza lakini ukitafakari kwa namna chanya inaweza ikakujenga na kukuletea Yeo. Sasa kile, wewe binafsi, na unaenda veta au utakuwa unasubiri kile kile ambacho ulikisomea uweze ku, kuajiliwa nacho? Why not? Why not? Kama kuna positive impact Deo, lazima nitaenda veta kwa sababu kama kuna manufaa, kitu chochote kile chenye manufaa ni, ni bora kikafanya na kufikia hatua hadi waziri mkuu kiongozi mkubwa katika serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, chini ya uongozi wa mama yetu Rais Samia Suluhu Hassan amesema vile, sio kwamba amefikiria tu kitu cha kijinga. Hapana, amewaza, kwa sababu ana experience ya masuala ya ajira kwa muda mrefu, ana experience ya elimu ya watoto wa Kitanzania kwa muda mrefu. Kwa hiyo anafahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea, uh, katika taifa letu. Asante sana. Huyu alikuwa ni Rafael Kinanga. Yeye anatuambia kwamba kama ikitokea fursa ya kwenda veta, basi atakwenda. Na niko na bwana Uh, mwanafunzi mwingine hapa samani, unaitwa nani? Zinga Mwana wa Eskoba. Mm. Vipi, ni ma, yapi ni maoni yako juu ya kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba vijana tunatakiwa kwenda sasa VETA baada ya kuhitimu na wale ambao wameshikusha kuhitimu waende VETA kwa sababu taifa ajira hakuna na hata kama zikija zinatokea kwa uchache, ili kila mmoja aweze kuwa na shughuli ya kufanya uh, vijana wanatakiwa kwenda wapi? VETA, wewe binafsi unasemaje kuhusiana na hili jambo? Ah, kwanza kuhusiana na hili ishu la waziri mkuu kuambia kuwa wanafunzi wanapomaliza elimu ya juu kujiunga na VETA mimi kwa upande wangu nimechukulia katika mtazamo tofauti na wengine. Kwanza nimechukulia katika eneo kuu mbili. Eneo ya kwanza, yeye ametarget kuwa tutakapomaliza masomo ya elimu ya juu kuwa tukienda VETA tutapata ajira. Sasa nashangaa, kwa sababu mpaka sasa ukienda mitaani, mimi mfano kama mimi na majamaa wengi wana vyeti vya VETA na wako mtaani wajapata hiyo ajira lakini kitu kingine si ndio hivyo, kija kuangalia system ya mfumo wa elimu ya Tanzania uko kwenye mfumo wa inverted pyramid, yana maanisha kadi unavozidi unavozidi kupanda, si ndio hivyo, watu mnapungua na miaka inazidi kuongezeka. Mfano, elimu ya msingi nimesoma miaka saba. Elimu ya sekondari nimesoma miaka minne. Elimu ya advanced A level I mean, nimesoma miaka miwili. Na kuja chuo nasoma miaka mitatu. Ukija kujumlisha kokote ni takriban miaka 16, kijana unasoma tu unasoma na elimu yenyewe ni impractical yani haina ya vitendo katika jamii. Afu baada ya hapo uje tena ukachukua miaka mingine ukasome tena na veta ambapo hiyo veta unaisoma wanasema itakupa ajira. Wapo watu wamespecialize bila hapa kuna shughuli utaenda kuifanya au hauna lamani kabisa ukimaliza chuo kikuu utakwenda kufanya nini? Ah, mimi shamba lipo kwetu mzee. Kwa hiyo nitaenda kumsaidia bibi kulima. Tamani wa Tanzania wanatamani kujua kwamba we unasoma kozi gani. Ah, mimi nasoma Bachelor of Arts in Mass Communication. Ah, mwandishi wa habari kama mimi. Ya. Bana eh, eh, Mtanzania popote pale ulipo, yapi ni mawazo yako kwamba unapomaliza chuo kikuu uende VETA au ubaki mtaani? Mimi naitwa MC Kagezi wa Kagezi TV.